Ulinzi mkali wa Jeshi la Polisi umeimarishwa katika viunga vya mahakama ya mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam na maeneo mengine jijini humo wakati kesi inayomkabili no mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Lissu ikisikilizwa leo kwa njia ya mtandao. Lissu anakabiliwa na makosa matatu ya uhaini, uhaini uchochezi na pia kutoa taarifa za uongo. Florence Majani ametuandalia taarifa ifuatayo. Jeshi la polisi limeimarisha ulinzi katika viunga vya jiji la Dar es Salaam na katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu leo wakati kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chadema taifa Tundu Antipas Lissu ikisikilizwa. Polisi waliotawanyika katika maeneo mbalimbali ya jiji na wengi wakiwa wenye silaha katika mahakama ya Kisutu waliwazuia wanachama wa Chadema na wanahabari pamoja na wanaharakati wa masuala ya haki za binadamu kuingia katika viunga vya mahakama hiyo. Wakati hayo yakijiri, taarifa zilizotolewa na makarani wa mahakama zilieleza kuwa kesi hiyo itasikilizwa kwa njia ya mtandao. Hata hivyo, wakati kesi hiyo ikiendelea kwa njia ya mtandao, askari ambaye jina lake halikupatikana alitoa taarifa kuwa Lissu amekataa kesi yake kusikilizwa kwa njia ya mtandao, na badala yake anataka isikilizwe moja kwa moja. Lissu ambaye katika kesi hiyo anatetewa na jopo la mawakili wakiongozwa na wakili Peter Kibatala amekataa kesi hiyo kusomwa kwa njia ya mtandao wa video kwa madai kuwa sheria iko wazi na anatakiwa kupelekwa mahakamani. Mwanasheria wa Chadema, Hekima Mwasipu, ameiambia DW kwa ufupi. So, kesi ziko mbili, tuko kwenye kesi nyingine wakati hayo ya kijiri. Baadhi ya viongozi waandamizi wa Chadema wanadaiwa kukamatwa na polisi na kupelekwa kituoni na kisha baadaye kuachiwa wakiwa njiani kuelekea katika mahakama ya kimkazi Kisutu katika kesi inayomkabili Lisu. Miongoni mwa waliokamatwa ni John Mnyika, katibu mkuu wa Chadema, makamu mwenyekiti upande wa bara John Heche na baadhi ya viongozi wa baraza la vijana la chama hicho. Msemaji wa Chadema Brenda Rupia ame DW ameiambia watu wakapelekwa unonio wakapigwa vibaya sana na sasa wapo wananyamala kwa ajili ya matibabu wa Zanzibar pamoja na wanachama. Wakati huo huo, kiongozi mkuu wa chama cha siasa Tanzania ACT Wazalendo Dorothy sem na mwanasiasa na kiongozi wa chama cha siasa cha PLP cha Kenya Martha Karua walifika mahakamani kuonyesha mshikamano katika kesi inayomkabili Lissu. Lissu alikamatwa Aprili 9, akiwa wilayani Mbinga mkoa wa Ruvuma, akiwa katika mkutano wa hadhara wa kuichechemua ajenda ya chama hicho ya hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi, na kisha kusafirishwa hadi Dar es Salaam ambako alishtakiwa kwa makosa ya uhaini, uchochezi na kuchapisha taarifa za uongo.